Enjoy bebe. Najua nini? Nikisema mm, ni outing, outing. Na leo ndo nimejua. Umeridhika? Umeridhika. Maua umepata? Ndo hiyo ma maua nafurahia. Kule umekula? Nimekula baby. Mimi <laughs> <laughs> sijafanya. Oh. Nani kama mimi? Ah, umefanya everything. Pesa umebai flower baby, si ungenipea tu Mbaya? Ah ah, si mbaya Zin, sasa si hii maua zile zenye watu wanapanda tu kwa mashamba, naona hata ziko huko nyuma? Tu kwa nyuma tulipanda. Ah. Una maanisha hizo maua ziko kwa? Hai tumepanda kwani? Ungesema tungechukua bora. Si ndio wewe unataka pesa? Sasa hizo pesa umebai flower ungenipea, hata niende nikabai ka dress hivi, ka viatu, ndio tutembee na yeye kwa smart. Ona wewe umeng'ara, na mimi mwenyewe nataka kisha kisha. Ngoja nikwambie, siku hizi vijana ambao wamekamilika kama mimi

Nitulie nini wewe shofla wewe. Hii ni madharao ama nini? Si ati madharao, nimekupa kwa mikono miwili. Unajua? Mm. Nimekuambia hata hivi kila watu wamepanda huko kwetu, ziko huko nyuma, si nishakwambia. Ah, kama ziko huko ningekuja na tuchukue, bora kuliko niharibu hela kununua kitu kai. Unajua pesa umesumbua babe, ungenipea hata at least nikabaye ka dress, ka viatu, nitengeneza hata nywele, sifai kukaa hivi. Hivi si kai smart, wewe mwenyewe umengara na unatembea mtu anakaa. Wewe unajua jana uko tu sawa? Umesahau ni pesa ambazo nilikuwa jana kutengeneza nywele. Pesa ngapi? Eh? Unadhani na hii uchumi shilingi 700 ni pesa kidogo? Ati 700. Sisi huwa tunashuka hata na 2k. Unaniambia 700? Wewe unashuka wapi na mimi sikupangi hizo. Unani cheat si ndio? Cheat na hizo pesa unatoa wapi? Si wewe mwenyewe ndo unanitumia? Sasa nashangaa jana venye nitumia hiyo 700. Haki unavuruga akili

Unarudishia sukurani kazi nzuri ambayo nimefanya. Ni sawa, tunaenda. Nakuambia achana na maneno mengi, maneno mengi. Shika maua nyumbani. Hebu njoo hapa mara moja. Njoo na kiti, mm. Aa, watoto wanapitwa na wakati. Mimi nakaa nasubiri mtoto aniletee ripoti kwa kwamba amepata mwenzake, mimi nitambe na ripoti. Ah na hiyo. Kwa nini unaongea peke yako? Sio kwamba naongea peke yangu, mm. Nyinyi ndio tatizo kubwa tatizo. Kwa nini baba? Unajua umri unasonga ukienda kabisa najua hey. Lakini nimekaa muda sioni hata mkikuja kuniletea ripoti kwamba umepatana na rafiki wa aina hii na hii. Mimi nataka muoe mapema kabla sijaondoka hapa duniani, baba. Na mimi siwezi kuoa kama kakangu mkubwa hajaoa. Mimi sasa ndio shida, sijasema kuoa, hata kumtambulisha mtu pia ni makosa? Hiyo ni makosa, lazima bradha yetu mkubwa akuwe na, na, na bibi kwanza. <laughs> unajua wewe ukikuja kutambulisha mtu kwangu, hata kama umekuja mara ya kwanza na yeye hajaoa, mimi nitamshurutisha kufanya haraka, sio kwamba yeye akiendelea kudilei wewe pia unaendelea kudilei vile vilevile, eh? Usiwe mwendo wa kondoo, likiingia shimoni lingine linafuata. Hapana, huwa naogopa sana. Unahitajika uoe. Baba, unanipa ruhusa nioe mbele ya bradhar hata kama yeye akiendelea kudelay hivyo, wewe nionyeshe. Niko na watoto wa kiume hapa, sio? Mnapotea wote tu, mwanangu. Hata hata ingekuwa kitambo nisha oa, niliwacha tu kwa sababu brazanga jaoa, lakini hizo vitu napitanga nazo, napita nazo, ndio mimi. Sina hiyo, sisemi kupita nazo. Nimesema uje utambulishe hapa mtu ambaye atakuwa mkwe wangu. Sio za kupita nazo, zile za kupitisha wakati. Unapita nazo unapita nazo unapita nazo, ukipeleka wapi? Niliogopa kuleta hapa, kwa sababu napitisha huko tu mbali ndio msijue. Mwanangu, kitu nataka nikuambie leo ni kwamba tafuta mtu ambaye atakuwa mkwe wangu. Nataka mkaza mwana wangu uniletee, utambulishe. Achana na hizo taarifa zako za kupita nazo. Baba, nakuhakikishia hmm. Siku mbili aziishi siku tatu aziishi, aziishi, takuwa nimeleta. Hodi, brother. Karibu sana Kambilet. Ah, mwanangu huyo. Jambo Yes. hmm? Jambo kabisa, nakuona yeah. Karibuni. E, habari ah, yako binti mzuri mm -hmm. Karibu sana nyumbani undu mkaza mwana wako hmm. mwanangu huyo. Ah, kabisa Kwani ulioa na hujanitaarifu babako? Unajua nimeamua kuleta kama surprise. Unajua Suzi tleta tu hivi hivi let, najua wewe vile ulikuwa unanipigia story ambayo ulikuwa unafanya kitambo kasemu, acha niletee tu mzee aone dad. Hey, umefanya vizuri sana baba. alikuwa ananiharakisha hmm. hey. hata umefanya kitu ya maana sasa mimi ndo nimeuwa... Ah, umefanya kitu nzuri sana yeah. Wewe utatafuta wao hapa wote. Ah, utatafuta. Sasa mwanangu, ya baba. Hmm. Huyu ametimiza la kwake, hauna haja ya kutamba wala kushukuru. Wewe hujatimiza la kwako, na kusubiri wewe sasa. Utatimiza baba Ma... wasiwasi mwanangu, mimi sitaki mambo ya pitwa pitwa nayo kule nje Utakuja kuniletea hapa mimba ambazo sijui mimi. Nataka watoto wangu wote wafuate nyayo zangu. Ndio baba, unasikia? Ndio. Kwa hivyo fanya kama kile mwenzako alichofanya. Nini alichokifanya? Ha, alicho hapa sasa hivi. Aya, naniletee kitu sasa. Mwanangu, yes. Umeamua vizuri hey. Maamuzi uliyochukua hayo ndo maamuzi ya kiume. Sasa yeah. yeah safari ambayo tuko nayo sasa hii. Hakisha, yeah. umechukua kwa, yeah. kabisa. Hey, mwanangu karibu sana. <tipi> Hey, jisikie upo nyumbani, na kwa kifupi tu labda, unaweza ukanisimulia maisha yako? Maisha yangu? Yeah. Hivi like, kabla hamjakutana na huyu, unaweza ukanisimulia ukoje, ukoje na hatima yenu ni ipi hasa? Ha, mzee vipi, mbona umeanza kuuliza maswali mengi hivyo? Kwani tuko anza kumpea interview tu siku ya kwanza? Mzee, jukumu langu kama mzazi kujua hatima zenu wawili. Sawa, lakini unajua hiyo line hata mimi sikuchukua mbona wewe maanza kuchukua maswali, hata mimi si kuuliza. Usinifundishe uzazi, kumbuka wewe pia ni mwana ambaye nimemlea kwa mikono yangu, kwa hivyo najua kila kitu unachokifanya Ah, mwanangu. Okay, hebu nieleze maisha yako tu kwa kifupi, kuwa tu mweupe na unieleze, nataka nikujue kwa undani sana kidogo. Ah, samahani, najua unajiuliza maswali mengi sana, mbona huyu mzee ananiuliza maswali kama haya. Hichi ndio swali langu jeupe tu. Asante sana mwanangu, hebu tuketi. Mwanangu Koli, ah, kaandalie mgeni chai. Yeah. Okay, binti yangu Steve. Unajua unaweza ukajiuliza maswali kwamba mbona nakuuliza hivi, lakini nataka kujua kabla hujakutana na huyu mwanangu, kuna sehemu nyingine umeaioleka au labda kupata mtoto. Unajua wasichana wengi huwa waniwafi, niwaficha siri sana hawakui open ambapo sio vizuri. Ni sawa, but mimi sijai oleka ah, mtoto, watoto ninao tu wawili. Kuna watoto? Polepole mwanangu, huko na watoto huko unakokwenda, siko mi, ndo namuongelesha binti huyu. Wewe si umekuja naye hapa? Haya maswali mngeulizana kule, ndio ni jambo gani? ha hapo, wewe niambia, hiyo story zangu unamaanisha ni nini? Ndio sikuwa nimwambia baba, ukwai mwambia, ndio ni kwa kumwambia mama mm, wangu kila kitu kile kile

Kila kitu huwa kipo sawa, huwa kinakuja kinyume tu kipindi kinapolinganishwa na kingine. Ehe, mwanangu, yeah. Endelea kuwa mweupe uh-huh. Niotu nimekuambia kuna watoto wawili hmm? Nje ni vipi, wazazi wa, wa wao watoto wapo hawapo kivipi? But mimi nidorapiwa na watu sikunajua Inna, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hey. Binti yangu. Je, Na kusikitikia sana ila pole kwa hilo hmm? na mbona ujai niambie ulirepiwa? pole pole mwanangu, mbona ujai niambie hata hiyo pole tu, pole, pole, pole. Unajua hali kama hii huwa inajitokeza sana kwa mabinti wengi na mtu anapopitia hali kama hii huwa anapatwa ana, ana, ana na trauma, na huwa haitakiwi society kushurutisha watu kama hawa. Unajua, una bahati sana mwanangu, wengi huwa wanakataa kabisa na mahusiano, yaani yani, anakosa kabisa mwelekeo wake wa mahusiano, lakini una bahati, huyu amekukubali, alafu amekuwa mweupe, anazungumza ukweli mbele yako mwanangu unaipoteza hii bahati. Unisikilize kwa makini, hii ni bahati, unaipoteza hutokuja kuja kumpata binti mwingine ambaye atakuwa mweupe wa kuongea ukweli kama huyu. Ni jambo zito, lakini yeye amejitolea kutueleza. Unanisikiliza mwanangu? Kupaswi kwenda mbio, kwambie. Mzee, nakusikiliza. Mwanangu, katika maisha yangu, hmm, sijaifikiria kuwa mwanamke ambaye ako na watoto, hata ukiangalia tu uhum, vira itaanzaje? Wakati tayari ameshafungwa mbili, bila vira wapi. Mwanangu, unajua usilolijua ni sawa na usiku wa giza hivi. Unajua hilo jambo unalolisema kwamba sijui one o sijui two o Vipi, unafahamu kile kilichotokea kati yangu mimi na mamako? Tokea nini mzuri, hmm? Sina ufahamu, kanieleza. Sasa kuanzia leo nitakwambia ukweli kwa sababu umeuhitaji wewe. Sio mwanangu wa damu, nilikupata ukiwa na mama yako. Kama ningekuwa kama wewe sasa hivi unavyosema, siwezi anza mpira no oh. Basi nisingekuwa nawe kipindi hiki na nisingemuoa mama yako. naipata habari, mbona hujai niambia? Halikuwa na maana, kwa sababu wewe pia vilevile baba vile. Babako hakujulikana kamwe kwamba ni nani hivyo nikaamua kukulea mimi, niwe babako kabisa, na ndio maana niliona nikikueleza, halina kazi yoyote, halina umuhimu wowote, kwa sababu sitamtafuta babako nikupe, ila mimi tu ndo nilijitoa kuwa babako. Hivyo huyu binti kubali kama alivyo, hmm? Ka okay. Maana nilikuwa nashangaa shangaa ona, nilikuwa nasikasikia rumors mimi ni mfupi, wewe ni mrefu, kumbe ilikuwa ni hiyo. Umeisha kuelewa? Kama umenielewa, sina tatizo jingine, ila hapa duniani usijihesabu halama wakati bado unaishi mwanangu. Kwa hivyo hilo uliokuwa umeanza kusema kwamba huwezi muoa mwanamke ambaye ana watoto ni kujihesabu halama. Sawa basi. But mimi sikuwa najua, nitawaelezea hiyo mambo ikuja iwaumizi pia. Imefanya, imenikumbusha kuna mali pia kuna trauma nishaipitia. Wacha basi mi naondoke na wawache. Ah, binti yangu, unaona sasa, unaona ulichomfanyia binti ya watu? Kwani mbona nikudanganye? Kudanganya, nimekuambia ibahati ukiiacha kutokuja kuipata kama Mm, sikujua haya yote yangetokea na nimepata kibarua. mm -hmm, kipi hicho mwanangu? Kwanza kumtafuta babangu. Mwanangu, hicho kibarua ni kigumu sana, mithili ya kuukata mwamba kwa shoka. Mama yako ambaye ya alikuwa anaifahamu historia yako vizuri, tayari alisha fariki, na mimi ndo nilibaki kama relatifu wako mmoja tu, tena wa karibu. Na isitoshe wana watoto wa kijiji, ama tuseme majirani, hawana fahamu zozote kama wewe sio mwanangu wa damu, wote wanafahamu wewe ni mwanangu tu. Kwa hivyo ungepunguza hasira ungepunguza papala na ukatulia ukakaa na mimi kama babako. Hicho kibarua unachokiingiza ndani ni kigumu sana. Nimekuelewa. Tafadhali ungeutumia muda huo kusawazisha mambo mengine kama haya yanayomwagika. Haya, nimekuelewa ya yeah. Sasa zoa kabla hayajazama. Unaenda kumtafuta nani? Mkaza mwanangu au mamako? Mkaza mwanangu. Ya, mi naona hivyo pia. Ungezoa haya ambayo yanataka kuzama haya kabla hajazama, lakini yale mengine ni kibarua kigumu. Umenielewa? Nakuelewa mzee. Mzee, nakusikiliza. kuna ishu moja. Gani? itakuwaje kama atawaleta huku watoto, tuishi nao? Hilo naona lina tatizo. Watoto wa siku zote ni baraka na wanasema ukiamua kupenda mboga, penda na maua yake. kama umemkubali na ile situation ambayo alipitia ndani ndipo saka kawapata wale watoto, wakubali wote, hata kama ni kulea. Sitakusupport sawa sawa. kuna wingine alipo a kiume sije ukamwaga unga. Hey, aya, ndo maisha yaani, yale yaliyotokea kwa mama yanajitokeza kwa mwana pia. Ama kweli wazungu hawakukosea waliposema what goes around comes around.